Mtazamaji wa Chivihi Media, kama tulivyokujuza siku ya juzi kwamba hapa katika chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro kuna mabonanza yanayohusisha michezo tofauti tofauti ikiwemo mpira, mpira wa miguu, mpira wa kikapu, mpira wa pete, lakini pia tumeshuhudia mchezo mwingine ambao ni mchezo wa draft, ambao unaendelea hapa, baadhi ya wanafunzi wakishiriki kucheza mchezo huo. Sisi tumefanya mahojiano nao na wakatueleza kipi ambacho kinaendelea hapa. Kwa muda huu niko hapa, tunaadhimisha tuna bonanza yetu ya miaka cha chuo chetu cha Waislamu Morogoro. Na hapa tupo kwenye mchezo wa draft. Nadhani maazimisho yanaenda vizuri na tumejipanga mambo yawe mazuri zaidi. Aa, kama unavyoona hapa tunaendelea na huu mchezo, ni sehemu pia ya burudani ambazo tunaziazimisha tuna, tuna, tuna, tuna kwenye shughuli yetu nzima hii ya miaka ishirini ya chuo cha Waislamu Morogoro. Nashukuru kwa kupata nafasi hii au fursa hii ya kuzungumza kwa nyinyi wana habari au waandishi wa habari kuhusu maandalizi mazima ya mchezo huu namna unavyo yaani, yanavyoendelea na kuhusu mchezo wetu ambao pendo tunaupenda sisi wa draft. Kwa hiyo mi nadhani waliokuwa wote mbali jirani na wapi, tunawakaribisha sana, maandalizi kama wanavyoyaona, na sisi tumejipanga vizuri, waje siku yake, waje wapate burudani mbalimbali, waje kukiazimisha chuo chetu miaka yetu etu ishirini toka kianzishwe kuhusu maadhimisho ya miaka ishirini ya kuasisiwa kwa chuo chetu cha Kiislamu cha Morogoro, anachoweza kusema ni kwamba maadhimisho yanaendelea vizuri kuelekea kilele chenyewe cha siku ya tarehe ishirini, ambapo ndo itakuwa ni kilele cha siku yaani maadhimisho kere ya, ya miaka ya, yani ya, ya yani ishirini ya kuasisiwa au kuanzishwa kwa, kwa, kwa chuo chetu cha Kiislamu cha Morogoro ko tuko hapa kwenye mchezo wa drafti kama sehemu ya maadhimisho haya. Kuna kuna michezo mbalimbali imekuwa ikiendelea. Kuna mpira uh, wa miguu kule uwanjani football, kuna, kuna michezo mbalimbali mbali, uh, ambayo kuna netball kuna volleyball kwa hiyo ni, ni, ni pamoja na mambo mengine. Kuna mambo mengi yataendelea kuelekea siku hiyo ya tarehe ishirini, na tunategemea mgeni rasmi, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, daktari, atakuwepo kwenye chuo kikuu cha Morogoro. Kwa hiyo na sisi pia kama wanafunzi tunajivunia kuwepo sehemu ya miaka ishirini ya maadhimisho haya, na tunajivunia pia kuwa sehemu ya mafanikio ya chuo chetu. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia kuwaasa wanafunzi wenzangu kushiriki kwa namna moja au nyingine ili kuleta hamasa. Aa, siku hiyo wakati sasa tutakuwa na wageni wengi, watakuja watu waliohitimu, waliosoma kipindi cha nyuma tangu kuanzishwa kwa hichi chuo mwaka elfu mbili na nne mpaka leo. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba Uh, maadhimisho haya yanaendelea vizuri, tumejipanga. Kwa hiyo ndugu mtangazaji anategemea, uh, kwamba uh, shughuli hii itakuwa yenye mafanikio makubwa, na sisi tunafurahi, tunashukuru kuwa sehemu ya, ya chuo chetu ambacho ndo, niseme ni tu kwamba ni ni miaka ishirini sasa tangu kuanzishwa kwake. Kwa hiyo ni sio ishu ndogo, ni kitu ambacho waasisi wale wa, wa chuo chetu tunawashukuru tuna kwa kuchukua hatua hii ya kupanga mikakati ya kuanzisha chuo chetu. Baada ya kusema hayo, basi ni kushukuru sana na nategemea kwamba siku ya tarehe ishirini itakuwa ni siku ya shamra shamra sana itakuwa ni siku ambayo kila mmoja hata atakuwa amefurahi na tunategemea pia wahitimu mbalimbali wa mbali mbali chuo hichi watakuja kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania kuja kushiriki nasi maadhimisho haya. Koo ni, ni, ni tukio ambalo ni kubwa na ni la kujivunia pia, na tunategemea kwamba rais wetu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuwa na mengi ya kusema kuhusu chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro, na tutategemea pia wageni mbalimbali, viongozi mbali, wa dini watakuwepo wa mbali mbali. kwa hiyo waandishi wa habari mbalimbali kwa chuo kikuu cha Morogoro tunataka pia kukibrandi, kitangaza pia kuwa ni taasisi ambayo inatoa elimu bora, ni taasisi ambayo ni inatoa specialist ambaye wana uadilifu mkubwa uh, wana uwajibikaji, wazalendo kwa ajili ya kulitumikia taifa. Kwao ni chuo ambacho kinatengeneza wataalamu ambao wataingia moja kwa moja kwenye soko la ajira, na kwao ni pia ni chuo pekee cha, cha Kiislamu Tanzania, kwa hiyo Ki, ni, ni, ni chuo ambacho kusema kweli kinafuata maadili yote ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo ni, ni, ni chuo ambacho kina kimeaminiwa na kinatoa product ambayo itafiti moja kwa moja kwenye soko la ajira. Kwa hiyo kwenye kuelekea maadhimisho haya nafikiri, ni, ni pamoja na mambo hayo, ni mambo ya kujivunia pia kwamba ni chuo ambacho kinatoa wahitimu wabobezi waadilifu wazalendo na ambayo wanazingatia uh, kile ambacho wamekipata chuoni, yaani wana, wana, wanaegemea zaidi kwenye professional zao. Kwa hiyo ndugu mwandishi, baada ya kusema hayo, mimi nitashiriki kikamilifu siku hiyo, nitakuwepo, tutakuwa nita na maandamano ya, ya siku ya maadhimisho tarehe ishirini tamkaribisha pia rais wetu. Kwa watu wote, nawaomba pia washiriki ili kuweza kukibrandi kuki chuo chetu, kukitangaza chuo chetu na ku niseme, kunani, kutoa hamasa ya watu wengi zaidi kuja kusoma hapa, na kwa sababu chuo tayari kinatoa na kozi mbalimbali mbali ambazo watu wanasoma hapa, na ni kozi ambazo kwa mfano, kozi ya Mascom waandishi wengi wa habari wa sasa hivi wa wamepitia hapa, mfano aliyekuwa mtangazaji wa TBC Jafari Haniu, kuna watu kama Ahmed Ali, msemaji wa Simba wamehitimu hapa. Kuna wanasheria mbalimbali, kuna kada mbalimbali mbali ambazo watu wako kwenye mfumo tayari wana wamesoma wame katika chuo chetu cha Waislamu Morogoro wa ko ni chuo ambacho ni kama matumaini ya Watanzania pia kwa ajili ya kupata vipaji, kuibua vipaji na kutengeneza wataalamu kwa ajili ya kuisaidia nchi. Mimi ni Heri Abdallah, hii ni CHIVIHI Media. Usibanduke, tutazame mpaka mwisho.